iliyoua e, watu kumi Morogoro. Wataalamu wa DNA mbili watumika e, utambuzi wa miili ya ajali iliyoua watu kumi Morogoro. Lakini serikali Ocean Road ikomeshe rufani za matibabu saratani nje ya nchi. Serikali wasema Ocean Road ikomeshe rufani za matibabu ya saratani nje ya nchi. iyol habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele lakini habari kubwa ni kibano mishahara mipya sekta ya binafsi. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe, inasema kibano mishahara mipya sekta binafsi, ata tukta waungana kusimamia utekelezaji ongezeko la asilimia 33.4 la mishahara, lakini linaanza kutumika rasmi mwezi huu. Mwajiri atakayekiuka akabiliwa na faini au kufikishwa mahakamani. Hiyu ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, pate nakale yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inaosema polisi ashikilia gari la Chadema madereva chanzo, polisi ashikilia gari la Chadema madereva chanzo. Lakini rais Samia apokea tuzo tatu kubwa za utalii duniani, rais Samia Suluh Hasani apokea tuzo tatu kubwa za utalii duniani. Lakini Trump ameonya rais mpya Venezuela Maduro kizimbani. Huyo ni rais wa Marekani Donald Trump amonya rais mpya wa Venezuela eh, huku Maduro akiwekwa kizimbani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti lako la Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema sababu mabasi kuacha eh, kukacha stendi ya Magufuli eh, sababu ya mabasi kukacha stendi ya Magufuli. Lakini kinachopaisha bei ya vyakula chatajwa hiyo ni habari endelea ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini baba mama na watoto wateketea ajali ya moto, e, baba mama na watoto wateketea kwenye ajali ya moto. Lakini habari kubwa ya kimataifa ni Venezuela, ya saka amani Maduro kortini. Hiyo ni habari ukurasa wa tano kwenye gazeti lako la Mwananchi, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tukiachana na gazeti lako la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako gazeti lako la Tanzania leo, gazeti lako la habari leo lenye linaandika Kikwete, tuombe Mungu changamoto za 2025 zisijirudie. Huyo ni mstaafu Kikwete, tuombe Mungu changamoto za 2025 zisijirudie. Lakini Samia avutiwa na uhifadhi, ulinzi vivutio vya utalii. Samia avutiwa na uhifadhi, ulinzi vivutio vya utalii, huku serikali kuwekeza zaidi ujuzi na umahiri. E, serikali kuwekeza zaidi ujuzi na umahiri. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini bado kuna habari inayosema Mama Maria apokea tuzo ya baba wa taifa. Lakini serikali kubana misamaha e, ya kodi. Serikali kubana misamaha ya kodi. Hiyo ni habari kurasa ya pili kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini kuna habari inayosema mapato madini ya paa miezi sita. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la habari leo. Kwenye kurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la habari leo, tuangazie gazeti lako la mtanzania leo lenye lina habari kubwa inayosema watanzania zaidi ya 8500 wapata fursa za ajira iko aya, watanzania zaidi ya 8500 wapata fursa za ajira iko. Lakini JKCI yafanya upasuaji wa kihistoria kubadilisha valvu. JKCI yafanya upasuaji wa kihistoria kubadilisha valvu. Lakini wanafunzi wa chuo kikuu cha Musti wafika Iringa kwa mafunzo. E, wanafunzi wa chuo kikuu cha, muf... cha, Musti e, wafika Iringa kwa mafunzo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema mtoto aliyesaidiwa na Rais Samia anza matibabu Moi. Mtoto aliyesaidiwa na Rais Samia anza matibabu Moi. Lakini waziri akuilapo aitaka ni kujenga nyumba za gharama nafuu. Waziri yailapo aitaka NHC kujenga nyumba za gharama nafuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana kwa gazeti lako la Mtanzania leo, e, tuangazie sasa ndani ya gazeti lako la Zanzibar leo lenye ina habari kubwa inayosema serikali kuimarisha makazi ya watumishi wa uhamiaji. Huyo ni Kikwete atoa neno kwenye uzinduzi serikali kuimarisha makazi ya watumishi wa uhamiaji. Lakini, Hemedi ujenzi wa miundombinu kuimarisha uchumi. Huyo ni Hemedi alisema ujenzi wa miundombinu kuimarisha uchumi huku uh, waziri mkuu uh, ya uwekezaji mzuri ni kuwapatia elimu bora vijana Dr. Chemba asema uh, huyo ni waziri mkuu asema uwekezaji mzuri ni kuwapatia elimu bora vijana. Uh, huyo ni Dr. Chemba. Lakini Mama Maria Nyerere apokea nishani ya baba wa Taifa. Mama Maria Nyerere apokea nishani ya baba wa Taifa. Lakini serikali imefanyia mageuzi ya kiutendaji vikosi vya SMZ. Serikali imefanyia mageuzi vikosi vya SMZ. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema Dr. Mwinyi ateua wenye viti wa bodi ya ZPRA eh, na ZAC e, wenye rais Mwinyi ateua Eh, uh, wenye viti wa bodi ya ZPRA na Zaki. Lakini kimataifa, Cuba ya mbo, ya yaomboleza vifo vya wanajeshi 32 waliouawa wa Venezuela. Uh, Cuba yaomboleza vifo vya wanajeshi 32 waliouawa wa Venezuela. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la kula Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru kuna habari inosema mapato ya nguvu madini eh, mapato ya nguvu madini lakini Dk Bashiru ashtuka mradi kuzorota. E, Dk Bashiru ashtuka mradi kuzorota. Na Rais Samia Suluhu Hassan apokea tuzo tele za utalii. Rais Samia Suluhu Hassan apokea tuzo tele za utalii. Lakini neema, vijana elfu kumi na mbili bomba la mafuta Hoima. Neema, vijana elfu kumi na mbili bomba la mafuta Hoima. Lakini Dk Mwigulu, serikali itawekeza zaidi elimu Dkt Mwigulu asema serikali itawekeza zaidi kwenye elimu, eh, lakini beneja wa maji familia wateketea aweso, amlilia. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Majira asubuhi ya leo lenye lina habari kubwa inayosema Rais Samia apokea tuzo kubwa za utalii. Hilo ni gazeti lako la Majira, lakini neema kwa Tanzania kupitia mgodi yaanikwa na Wizara ya Madini kufanya marekebisho ya kanuni huku Samia aonesha utu, haki, usawa katika utoaji wa elimu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira kwenye kurasa za mbele, lakini Asakwa akidaiwa kuua mkewe kwa wizi wa mahaba. Asakwa akidaiwa kuua mkewe kwa wizi wa mahaba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa mbele, lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema NHC yatakiwa kujenga nyumba bora za gharama nafuu E, yatakiwa ya kujenga nyumba bora za gharama nafuu. Lakini Temsemi yawaagiza e, waganga wakuu wa mikoa kutangaza huduma mpya za afya, na serikali yahimiza watoto wenye mahitaji maalum kupelekwa shule. E, serikali yahimiza watoto wenye mahitaji maalum kupelekwa shule. Lakini Waziri Mkuu ampongeza Dr. Mwinyi uwekezaji sekta ya elimu Zanzibar, na polisi Morogoro wa Msaka anayedaiwa kumo wa mkewe. Yoni habari endelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la mwanahabari patendele yako kwa habari kwa kinam. Lakini kwenye gazeti lako la mwanahabari tuangazie kwenye gazeti lako la wamachinga sauti ya wanyonge. Lenye linaanza na habari inayosema Profesa Mkenda ahimiza wazazi kupeleka shule watoto wenye mahitaji maalum. Lakini Rais Samia akabidhiwa tuzo ya utalii za dunia. Na mama Maria Nyerere apokea nishani ya baba wa taifa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la wa machinga kwenye kurasa za mbele, na huku kuna gazeti lako la wa machinga, rekodi ya mapato TRA. Balozi Omari apongeza uamuzi wa rais Dr. Samia, lakini Akwilapo aitaka NHC kujenga nyumba bora. Uh, NHC kujenga nyumba bora bora, huyo ni ni Dr. Akwilapo aitaka NHC kujenga, hiyo habari kwenye gazeti la wa machinga ukurasa wa mbele. Gazeti lako uh, la ukurasa wa mbele lina habari inayosema Dr. Samia amevutia ulipaji kodi e, Dkt Samia amevutia ulipaji kodi watinga ubalozini Vatican kuwashtaki Kitima na Ruaiche e, hao ni waumini wa kanisa katoliki e, watinga ubalozi wa Vatican kuwashtaki Kitima na Ruaiche lakini bilioni 6.7 kuboresha huduma mama na mtoto Kahama bilioni 6.7 kuboresha huduma za mama na mtoto huko Kahama hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za mbele lakini serikali kugharamia elimu ya wenye ulemavu e, serikali kugharamia elimu ya wenye ulemavu. Hilo ni gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania e, tuangazie sasa kwenye kurasa e, za michezo na burudani. Gazeti lako la habari leo linaanza kwa kutuhabarisha habari inayosema e, Gamondi soka Tanzania limekuwa huyo ni Miguel Gamond asema soka la Tanzania limekuwa lakini wadau wafunguka Stars kuonewa. Wadau wafunguka Stars kuonewa. Na kuna habari wasema Pedro Bioni kumuongezea nguvu mzizi, huyo ni Pedro Goncalves Bioni kumuongezea nguvu mzizi, hiyo ni habari ukurasa ishirini na tatu kwenye gazeti lako la habari leo. Ugonzi lako la Zanzibar leo kuna michezo naandika serikali yaipongeza Taifa Stars. Azam FC yaifuata Singida Black Stars nusu finali NMB Mapinduzi Cup lakini Yanga Tra dimbani leo, Yanga Tra dimbani leo. Na gazeti lako la Uhuru kwenye mchezo naandika penati Stars ya igawa dunia. E, penati Stars ya igawa dunia. Lakini rais Samia kukutana na wachezaji Yanga Tra United ni kufa au kupona. Lakini Nandi ajipanga kwa albamu mbili na Gamondi. E, meno, neno aje Afconi. Singida ya mbadilisha kazi lakini Amorim atupiwa atupiwa virago, Man United. E, Amorim atupiwa virago Man United. Lakini bondia mlipani matumaini kibao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Huu gazeti lako la Majira inaandika waziri mkuu aipongeza Taifa Stars, Yanga TRA United hapa hapatoshi, leo Mapinduzi Cup. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira, kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo linaandika Taifa Stars yaacha gumzo Afconi lakini mzize aanza mazoezi mepesi na shema fondo anga Afcon na Kamerun. Lakini Singida Black Stars wamruhusu Gamondi kubaki Stars. Lakini Beki Big Man FC ajiunga na JKT Tanzania yuna bari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo na burudani. Lakini gazeti lako la wamachinga sauti ya wanyonge linaandika raisi, eh, wa FIFA eh, kafu waipongeza Taifa Stars. Lakini si baka apinduzi Kapo, eh, kuitumia kujenga kikosi. Huyo ni kocha mkuu wa Simba. Sema mapinduzi Kapo nitaitumia kujenga kikosi. Lakini Uma abeba mikoba ya Gamondi Singida Black Stars. Huko Kaseja championship bado ngumu. Man United ya mtimua kocha Amorim. Huyo ni habari kwenye gazeti la kula wa machinga kwenye kurasa za michezo. Gazeti la kula kuelekea kwenye michezo na ndika Fado anataka kumngoa awa Simba. Azam FC yapeta mapinduzi kapo lakini Yanga bado wanamuota Alan Okello Yanga bado namuota Alan Okello. Lakini kimataifa mwalimu aliwa kichwa Man United. Unabariki kwenye gazeti lako la mwelekeo kurasa za michezo, upate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo linaandika Pedro apewa rungu, Yanga na ishu striker mpya, kumalizana na TRA United. Lakini Stars hatuadai Kamara, ashtua Simba Kigogo anika ukweli, Yakubu ana wiki tatu, lakini Amorim aliwakichwa Man United. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari kwa Kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, tuangazie gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo kwenye michezo naandika serikali, Taifa Stars imetuheshimisha. Hiyo ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sema Taifa Stars imetuheshimisha lakini Gamondi afunguka kikosi sasa kimeiva, kimevuka malengo wa wachezaji wapongezana. Lakini Simba Yanga Tambo za hamia Mapinduzi Cup, ile ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini majeruhi yamweka ya mweka pagomo Guardiola, ile ni habari pia kimataifa kwenye gazeti lako la Nipashe eh, eh, eh, ukurasa wa michezo, upate nakala yako kwa habari kwa kina